Asalamu As alaikum, mabibi na mabwana kutoka kila kona ya dunia. Mimi ni MM Mwanakijiji nikizungumza nanyi tena weekend hii kutoka nje kidogo ya jiji la Detroit nchini Marekani. So, swali kubwa linaloulizwa alicholalamika Tundu Lissu mahakamani ni kweli, ni jambo la kushangaza. Nini kinaendelea? Nani awajibishwe au tuendelee kusi kuangalia? Karibuni. Kuna sehemu moja inaitwa special wing, eneo maalum ambalo wanakaa wafungwa waliohukumiwa adhabu ya kifo kwa kunyongwa. Mimi nakaa kwenye hiyo sehemu, wanaokaa wanaosubiri kunyonga, nakaa death row. Nimewekwa death row. Karibuni ndugu zangu, karibuni, karibuni tena. Ah, tumemsikia Tundu Lissu wiki iliyopita. Ah, naona kwa watu wengi jambo hili limepita, hatujafikiria sana uzito wake, lakini nimejipa muda kidogo kutafakari niseme ni nini aa, wale ambao mnanisikiliza kwa mara ya kwanza, basi karibuni aa, katika hii podcast aa, kutoka kwa Mwanakijiji. Zaidi ya miaka kumi na tano katika mambo haya ya kulifungua taifa kifikra, kulazimisha mijadala, kuhoji mazoea na kusababisha mabadiliko ya kifikra, tunasema mabadiliko chanya ya kifikra. Ndugu zangu uh, kabla sijaendea, kama hujawahi kusubscribe subscribe. uh, siku hizi imekuwa mambo ya kuita <laughs> wakati mwingine najisikia hata nani kuuliza watu wa subscribe, wewe unavyojisikia kufanya fanya. uh, ila nawakaribisha wote, ukisubscribe, of course, utakuwa unapata uh, ninavyo post kitu chochote utakuwa unasikia uh, unapata notification vitu vya namna hii, lakini uwe huru uh, mimi langu ni kuwa kwenye mitandao tulianza kabla ya watu wengine na tulikuwa na malengo mengine zaidi ya kulifungua taifa kifekra. Ndugu zangu, Tundu Lissu alivyofikishwa kwa mara nyingine mahakamani aliamua kujitetea mwenyewe. Kama mnakumbuka, aliamua kuweka kuliweka jopo la wanasheria wake pembeni ili yeye mwenyewe ajitetee na alichukua muda mrefu kujenga hoja yake, lakini hoja kubwa aliyokuwa ameiweka na ndiyo somo langu au wa mjadala wangu wa leo, ni ya kwamba amewekwa kama mahabusu, mtu asiye na hatia yoyote hadi sasa, mtu ambaye licha ya kushtakiwa, lakini jamhuri haijaweza kuonesha pasi ya shaka yoyote ile kwamba Tundu Lissu ana hatia ya hivyo anavyotuhumiwa na kwamba mahakama imemkuta na hatia na ikamhukumu adhabu inayoendana na kosa hilo kwa mujibu wa sheria na katiba zetu na katiba yetu. Uh, kwa hiyo alijaribu kujitetea kuonyesha kwamba yeye sasa hivi, kwa hii ilikuwa ni kwa wiki iliyopita, kwa siku sitini na nane kama mahabusu amewekwa kwenye, kwenye chumba kimoja au wing moja na, wabu, eh, na, na, na, na wafungwa waliohukumiwa kunyongwa, na akaonyesha kwa mujibu wa sheria mbalimbali jinsi gani sheria zetu zilivyo sasa zinataka wafungwa hawa watenganishwe na wale waliohukumiwa kunyongwa na waliohukumiwa kunyongwa watenganishwe na kitu kinachoitwa general population, yani wafungwa wengine wote. Kitendo cha yeye kuwekwa huko akisubiria kesi yake iende lakini akiwa amewekwa kwenye wafungwa waliohukumiwa kunyongwa, linazua sio mjadala wa kisheria tu, wala sio swala la mjadala wa kiutendaji tu. Binafsi naamini swala la kikatiba. Na bahati mbaya sikusikia, labda klipu nzima ilionyesha sehemu nyingine, sikuona kama amerfaa kwenye katiba kuonyesha anachotendewa sio tu kwamba ni kinyume cha sheria lakini inavunja katiba. Hili ndio lengo langu mimi kuonyesha hapa, lakini kabla sijaje huko kwenye katiba, nataka nirudi kwenye jambo moja muhimu sana. Muhimu sana, Watanzania wengi tuna tunasahau maana viapo. Viongozi wetu hawa kuanzia wabunge, madiwani, hawa mawaziri, rais mwenyewe, hawashiki nafasi zao za kazi hadi wale kiapo. umeona bwana. Mara nyingi kuna viapo viwili uh, au kimoja inategemeana na nafasi mtu ambaye anaingia. kuna nafasi ambayo mtu ale kiapo cha nafasi hiyo, kama rais kwa mfano uh, makamu wa rais kuna viapo ambao anakula au mawaziri, kuna viapo anavyokula kama waziri, alafu kuna kiapo cha jumla ambacho tunaita kiapo cha kuilinda na kuitetea katiba. kwa sababu hiki hiki kiapo ndio msingi wa viapo vingine vyote. Wanakula majenerali wa polisi, wanakula makamishna wa polisi, wanakula hata polisi wa kawaida <coughs> watendaji, DPP uh, eh, mwanasheria mkuu uh. Kwa hiyo kuna kiapo cha msingi katika utumishi wa umma wa Tanzania ambacho kinaitwa kiapo cha kuilinda na kuitetea katiba ya uh, katiba ya ya ya jamhuri jamhuri muungano muungano, wakati mwingine nasema kuihifadhi katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, wote wanakula hicho kiapo. Sasa kiapo hiki sidhani kama watu anaelewa uzito wa maana yake. Kwa nini wanakula kiapo cha kuilinda na kuitetea katiba? Ndugu zangu, wanapofanya hivi hawamaanishi kutetea makaratasi au kijitabu kile ambacho wanaweka mkono au wamekishika, umeone huko, ameshika katiba huko, anakula kiapo kwenye msaafu wa dini yake, umeona. Lakini wanachoapa hasa ni kwamba kile kilichomo ndani ya kile kitabu, yani vyote vilivyoandika kwenye ile Katiba wanaapa kuvilinda. Rais anapoapa kuilinda Katiba, yani ni kwamba siko tayari mtu aivunje hii Katiba. Ndio maana ya kuilinda, umeona bana. Kwa hiyo swala la kula kiapo cha kuilinda na kuitetea Katiba, huyu hakimu ambaye anasikiliza kesi ya, ya Lissu na yeye amekula kiapo hicho. Waendesha mashtaka hawa wamekula kiapo hicho, umeona bado? Mapolisi, magereza, IGP, Inspector General wa Prison, wa magereza wote wamekula kiapo hicho. Mwanasheria mkuu kala kiapo hicho cha kuilinda, kuitetea na kuhifadhi katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Manake ni nini? Manake ni hivi. Hawa viongozi hawatakiwi kuruhusu katiba ivunjwe, hilo moja lakini la pili, wao wenyewe hawatakiwi kuivunja. Manake nini? Watakapoonekana wanaivunja lazima kuwe na matokeo. So, kama nanipata ndugu zangu. Kwa hiyo ni, ni, ni, nataka niweke msingi ili nitakapokuja kwenye swala la katiba, tutaona kwa nini ugomvi mkubwa kinachomkuta Lissu na sio peke yake. Watanzania wengi sana wanatendewa hivi, na nitaonyesha ninachokisema hapa kwamba katiba inakuwa ni pendekezo tu, is an option. Hao watu wanawaambia watu wengine tii ni sheria bila shurti. Sasa serikali isipotii sheria na katiba, nani ataishurutisha? Mimi binafsi nimechukulia hoja ya Lissu juzi ni mashtaka ya moja kwa moja dhidi ya serikali. Anasema watanzania nachotendewa mimi, serikali inavunja sheria, serikali inavunja katiba, nani ataiwajibisha? Anachotendewa lis, anasema inspekt jenerali wa polisi, wakuu wa magereza, waendesha mashtaka DPP, mwanasheria mkuu, wanavunja katiba, walio hapa kuilinda. Ndio hoja ya Lisu. Nimesikiliza, sio kwamba alikuwa Lisu, alikuwa anajitetea, anaishtaki serikali kwenye mahakama hii ni kama kibano kimegeuzwa. Umeona bana, sasa unasema Mwanakijiji, unazungumza vitu gani bana? Mbona na wewe unazungumza kama kwa mafumbo, unapiga kelele tu? Hivi nisikiliza kwa makini sana. Ah, kama una katiba chukua katiba yetu ufungue ibara 13, eh ee, ibara 13 ya katiba yetu kifungu cha sita cha ibara hiyo kifungu kidogo B Unaona? Na mimi nimechukua tafsiri zote za Kiingereza na Kiswahili. Na nataka unielewe vizuri sana. Ya Kiingereza inasema no person charged with a criminal offense shall be treated as guilty of the offense until proven guilty of that offense. Kwa Kiswahili imetafsiriwa inasema ni marufuku. Napenda kwa Kiswahili. Inasema ni marufuku. Unajua, ukiona <laughs> tangazo limeandikwa ni marufuku haisemi ni maarufu. <laughs> Inasema ni marufuku, sio maarufu. Ni marufuku kwa mtu aliyeshtakiwa kwa kosa la jinai amaliswa hapa kutendewa kama mtu mwenye kosa hilo mpaka itakapothibitika kuwa anayo hatia ya kutenda kosa hilo. Sasa hii kwenye lugha ya kisheria inasemwa a presumption of innocence. Yaani mtu akikamatwa, hadhaniwi kwamba ana hatia, umeone? Tunamfikiria kwamba hana hatia, ili ya kwamba ithibitishwe kwamba anayo hiyo hatia, ndio tumtumwadhibu. Lakini kwenye jamii yetu, kwenye serikali, hata wananchi wa kawaida, mara nyingi ukiona mtu amesema, ah, huyu kafanya hivi, tunafikiria ana hatia, umeone? Tunafikiri ana hatia, kwa hiyo tunataka ajithibitishe kwamba hana hatia. Kwa hiyo sisi tunafanya kinyume chake. We are presuming this person is guilty until he proves herself or himself innocent. Ndio tunachofanya, tunafanya kinyume chake, kwamba tunageuza kwamba mtu anakuwa na hatia kwanza, alafu tunajitahidi ili tumuonyeshe kwamba hana hatia, wakati lugha ya kikatiba ambayo tumeisoma hapa ni kwamba mtu hana hatia hadi atakapoonekana na hatia ithibitishwe kwamba nat sasa kwenye kesu, ke, ke, kesi ya Lissu, hadi hivi sasa, ndugu zangu, hakuna ushahidi wowote uliowekwa mbele ya hadhara mbele ya mahakama.